Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Mheshimiwa Nyakia Ali Chilukile ameongoza uzinduzi wa kampeni ya kuua mazalia ya mbu kwa kutumia viuadudu ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kutokomeza malaria. Akizungumza baada ya uzinduzi huo, Mheshimiwa Chilukile amesema kuwa lengo la serikali chini ya uongozi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hasani ni kuhakikisha wananchi wanaishi salama kwa kuondokana na maambukizi ya malaria yanayosababishwa na mazalia ya mbu wa Tanzania, wenzangu na wananchi wenzangu wa wilaya ya Sumbawanga, e, katika kuhakikisha Tanzania inapambana na ugonjwa malaria, wa malaria au maambukizi ya malaria, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza kuhakikisha mazalia yote ya mbu yanapuliziwa dawa kwa lengo la kuua viruirui au vimelea vya, vya, vya mbu. Kwa hiyo leo kwenye manispaa ya Sumbawanga tunaanza rasmi zoezi hili la kupulizia kwenye maeneo yote ambayo ni mazalia ya mbu. Kwenye kata zetu kumi na tisa tumetenga maeneo zaidi ya ishirini na moja ambayo tutakwenda kuyafikia kwa kipindi chote hiki kwenda kupulizia hiyo dawa. Mpaka sasa tunazo jumla tani e, miambi, e, lita mia mbili mia mbili bili sabini ambazo zimenunuliwa kwenye kiwanda chetu pale Kibaha na wataalamu wenzetu kutoka manispaa Sumbawanga. Ni mpongeze sana mkurugenzi mtendaji na wataalamu wake ambao wameamua kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais katika wilaya ya Sumbawanga ambayo nimekasimiwa kipande hiki cha kilomita za mraba elfu kumi na mia mbili kukisimamia, leo tunakwenda kuzindua upuliziaji wa hii dawa ili kuhakikisha sasa Watanzania walioko katika wilaya ya Sumbawanga wanaepukana na maradhi yanayosababishwa na mbu, hasa ugonjwa wa malaria. Kwao ni waombe Watanzania wote, hususan wakazi wa wilaya hii ya Sumbawanga tulipokea hili zoezi. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Sumbawanga Nasri Kirusha amesema kuwa halmashauri imeandaa jumla ya lita m 27 za ambavyo vitatumika katika kata 19 za manispaa hiyo. Kwanza tumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suulu Hasani kwa maono yake, lakini kwa nia ya dhati alionayo kuimarisha afya za wananchi wote wa Tanzania. Aa, na katika eneo moja ambalo amelipa, amelipa umuhimu na ameanzisha kampeni kubwa kabisa ni eneo la kudhibiti maambukizi na kuenea kwa ugonjwa wa malaria. Aa, kwa leo hii tumezindua zoezi la uh, la kupulizia dawa ya viuadudu ili kudhibiti mazalia ya malaria katika halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga. Tuna, eh, tuna jumla ya lita 270 ambazo zimekusudiwa kupuliziwa katika kata 19 ambayo tumebaini uh, jumla ya maeneo 21 yatakayofanyiwa kazi kwa kipindi hiki, kwa awamu hii ya kwanza. Na zoezi hili ni endelevu. Leo tumeanza, tutakwenda kila eneo na kila hatua kubwa ni waase wananchi kwanza kutoa ushirikiano, lakini kama yapo maeneo mengine ambayo yamejificha kwenye nyumba zao, maeneo ambayo ni ndani ambayo kimsingi tunaweza tusifikie kwa urahisi, basi wananchi wa halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga watoe taarifa ili tujue maeneo hayo ambayo yana mazalia ya mbu na tuweze kutokomeza au hayo mazalia, ili tukamilishe kampeni ya mheshimiwa rais ya kuhakikisha kuwa inapofikia mwaka 2030 basi tutakuwa na zero malaria. Mganga mkuu wa manispaa ya Sumbawanga Dr. Robert Lwebangila amesema ya kuwa sasa kiwango cha maambukizi ya malaria katika manispaa ya Sumbawanga ni asilimia mbili pointi nane huku lengo ikiwa ni kufanikisha kutokomeza kabisa ugonjwa huo. Kwa majina naitwa Robert Lwebangila, ambaye ni mganga mkuu wa manispaa ya Sumbawanga. Naweza nikasema kwa sasa hali ya maambukizi katika manispaa ya Sumbawanga ni asilimia 20.8 na tunakusudia ifikapo mwaka 2030 tuwe tumefikia zero. Kwa maana hiyo tunatekeleza afua saba za kupambana na malaria. Hii tuliyofanya leo ni mojawapo katika hizo afua saba. Afua mojawapo tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba watu wote wanaougua malaria wanapimwa bure na wanatibiwa bure, hizo hela zinatolewa bure na serikali kwamba wananchi wake wapate hiyo huduma bure. Tunagawa vyandarua navyo ni bure kwa akina um, mama wajawazito, watoto chini ya miaka mitano, watoto wa shule pamoja na wazee. Hiyo nayo ni mojawapo ya afua kuhakikisha kwamba sasa tunatokomeza huu ugonjwa wa malaria. Afua nyingine tunayoifanya ni kampeni za usafi wa mazingira. Nyote mimeshuhudia tukihamasisha wananchi kuendelea kuchukua tahadhari na kusafisha mazingira ili mbu wakose sehemu ya kuzalia sehemu nyingine ni ishu ya tathmini na takwimu ambayo tunafuatilia sehemu zenye maambukizi makubwa au sehemu zenye madimbu kama hii, ambazo nazo tunafanya kuangamiza hivyo viruhirui vya mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria. Kwa hiyo kwa ujumla naweza nikasema mpaka sasa tuko kwenye mwelekeo mzuri na tunaamini ifikapo elfu mbili na thelathini kama hizi afua zote zitaendelea vizuri basi tutakuwa tumetokomeza kabisa uh, ugonjwa huu wa malaria katika manasipa ya Sumbawanga. Wananchi wa kata ya Majengo katika mkoa wa Rukwa, wilani Sumbawanga, wameendelea kuishukuru serikali kwa mpango na mikakati iliyopanga ya kutokomeza malaria. Mimi naitwa Veronika Muyemba, mkazi wa Sumbawanga, kata ya Majengo, ambayo tumetembelewa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Nyakia, amekuja kuzindua umwagiliziaji au upuliziaji wa dawa kwenye madimbwi ambayo yana mazalia ya mbu. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kuligundua hili, kwa sababu ugonjwa hili la malaria imekuwa ni hatari kwa wananchi. Inaonekana ugonjwa huu unaongoza katika mauaji ya watu. Kwa hiyo tunashukuru sana mheshimiwa Mama Samia, mheshimiwa Rais wetu wa Tanzania kwa kuliona hili, ambalo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Asante sana serikali. Kwa majina naitwa Elin Bonfas Nyemhanga, natokea Majengo, mtaa wa Majengo. Nilikuwa na washauri watu kulala kwenye vyandarua na kusafisha mazingira yao, ili wasipate ugonjwa wa malaria. Ugonjwa huu unaambukizwa na mbu aitwaye Anopheles. Kwa nilikuwa na washauri watu waweze kulala kwenye vyandarua, ili wasiweze kupata magonjwa haya. Mpango na mkakati mwingine wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhakikisha inakomesha ajali barabarani, au sio bana? Sasa haswa kwa ndugu zangu ambao wanatumia vyombo vya usafiri ambavyo ni vibovu, haswa ndugu zangu wa pikipiki. E, pikipiki ya matairi matatu kwa maana guta na vingine vingi. Sasa huyu ndugu yetu anaitwa Kasunga Company Limited, au unaweza ukamwita fundi Edo kutokea Sumbawanga, mitaa NBC pale ngambo yake, ambaye yeye kazi yake ni kutengeneza pikipiki, guta, majenereta, pampu za kuvuta maji. Yuko naye kushirikiana na serikali kushirikia kutatua ajali ambazo eh, zinatokea barabarani huko. Kwa hiyo ndugu zangu wa pikipiki, kama pikipiki yako ni mbovu, ina tatizo lolote ambalo unaona kabisa inaweza kukuhamisha au kukuletea ajali katika eh, safari yako, basi sogea pale kwa ndugu yangu huyu ambaye anaofa kabamba ambazo anazitoa pale katika ofisi yake. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza pikipiki eh, guta, generator, pump ya kuvuta maji, sogea pale, unaweza kumuulizia eh, Edo fundi pikipiki, wengi wao wanamuitaga bonge, au sio bwana? Yuko Sumbawanga mjini huyu bwana, hana gamba mbambo akipeleka chombo yako anakutengenezea mambo yote yanakuwa gudi gudea, sio bwana? Au unaweza ukampigia simu kwa namba hii hapa, 0763100043 sifuri. Utampigia simu utamwambia chombo yako iko maeneo gani, au ya pikipiki yako guta yako iko wapi, anaweza akafata na akaja kukurekebishia hapo hapo ambapo umekwamia.